Aliongoza wakati mgumu baada ya kifo cha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipambana na fitna, alipambana na fitna za waliokataa Uislamu, ahlurrida na waliodai unabii. Aliimarisha utawala wa Kiislamu, alianzisha juhudi za upanuzi wa dola ya Kiislamu. Kifo cha Saidna Abu Bakar radhiallahu anhu. Saidna Abu Bakar radhiallahu anhu, Abu anhu alifariki mnamo tarehe 23 Jamadul Akhir mwaka wa 13 Hijria, sawa saana mwaka 634 CE. Kifo chake kilihusishwa ki na ugonjwa uliodhoofisha mwili wake, ingawa sababu kamili haijulikani kwa uhakika. Kabla ya kufariki alimteua Saidna Umar ibn Khattab kuwa khalifa Abu Bakar, al wa pili. Saidna Abu Bakar alizikwa karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya msikiti wa Madina, ndani ya Masjid Nabawi huko Madina. Na baada ya kifo chake Umar ibn al-Khattab alichukua uongozi kama khalifa wa pili. Saidna Umar bin Al-Khattab alihudumu kama khalifa wa pili wa Uislam baada ya kifo cha Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aliongoza kwa muda wa miaka kumi na miezi sita kuanzia mwaka wa 634 mpaka mwaka 644 CE hadi alipouawa. Baada ya Abubakar as-Swidiq radhiyallahu anhu kuhisi kuwa mwisho wake umekaribia, alimteua Umar ibn al-Khattab kama khalifa wake. Waislamu alimkubali kutokana na hikma yake na ushujaa wake na haki yake katika uongozi. Umar ibn al-Khattab alijulikana kwa uongozi wake wa haki alijulikana kwa, kwa nidhamu kali na upanuzi mkubwa wa dola la Kiislamu. Chini ya uongozi wake Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, wa Waislamu walipanua himaya yao kwa kasi kubwa. Dola la Uajemi liliangushwa kabisa. Sehemu kubwa ya dola la Kirumi zilichukuliwa, ikiwemo Syria, Misri na Falastini. miji muhimu kama Jerusalem Al-Qudus ilikombolewa na Waislamu bila umwagaji mkubwa wa damu. Alianzisha mfumo wa mahakama kuhakikisha haki inapatikana kwa watu wote. Alianzisha mfumo wa hesabu za serikali diwani, kwa ajili ya kugawa mapato ya serikali kwa Waislamu. Aliboresha ulinzi wa mji na kuunda polisi wa usalama wa umma. Alianzisha kalenda ya Kiislam ya Hijria. Omar ibn Khattab aliishi maisha ya kawaida sana, mbali na anasa zote za kifalme. Alikuwa kiongozi mwenye haki kali, alihukumu hata wale waliokuwa na mamlaka ikiwa walifanya dhulma. Aliweka sheria madhubuti za kusaidia maskini, wajane na mayatima mnamo tarehe 26 ya Dhulhija mwaka wa 23 Hijiria, sawasawa na mwaka wa 644 CE, wakati wa swala ya asubuhi katika msikiti wa Mtume Madina, Umar alishambuliwa na bwana mmoja anaitwa Abu Lu'lu al-Majus, mtumwa huyu wa kutoka Ajemi. Abu Lu'lu al-Majus alimchoma kwa kisu chenye ncha mbili mara kadhaa. Umar alianguka chini, lakini aliendelea kusali kwa muda mfupi. Aliishi kwa siku tatu baada ya shambulio. Na kabla ya kufariki aliunda kamati ya watu sita ili kumchagua khalifa mpya. Alifariki na kuzikwa karibu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakar as-Siddiq ndani ya msikiti wa Madina.